Jambo la business as usual limefika mwisho. Sisi kwenye wizara yetu, maana unajua, bahati mbaya iliopo, watumishi wa umma lazima wajue kwamba safari hii wanawaziri ambaye kwanza anajua nini maana ya nafasi yake, hilo yani, jambo nataka niwaambie wazi, wizara yetu sisi ndio inayo haya na kufaya yaani, sisi leo hii hata ukisikia kwa mfano mtu kafukuzwa huko, sijui labda kwenye sijui kitu gani huko kwenye wizara gani kafukuzwa. Yaani kituo kinachokuja ni yani kwetu sisi. Sisi ndio tunajua nini utumishi wa umma unataka. Mtumishi wa umma aliyekosea tunajua adhabu gani anatakiwa kupewa. Mtumishi wa umma aliyekosea tunajua anatakiwa kufukuzwa lini na anatakiwa lini arudishwe kazini. Kwa nataka niseme kitu kimoja. Kama kuna mtu ambaye anaamini kwamba ule muda wa kuchacheza upo, muda huu haupo. Nataka nikwambieni, sisi wengine bahati nzuri eh, huwa tuna hatuna sababu ya kununa kwa sababu eh, mimi nilifundishwa kwamba maisha haya ni furaha. Yaani wewe ukijiona kwa mfano mkono umeshindwa kunyooka hivi, kuna mwenzako hata mkono hana. Kwa hiyo sina sababu ya kununa. Lakini nataka nikwambie ninapofika na jambo la utendaji kazi. Mimi ninachotaka ni kwamba jambo mtu aliwezekani uniambie kwa Mheshimiwa Waziri, kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria hii, kwa mujibu wa hiki ili jambo ni gumu kutekelezeka katika hili. Lakini tunazungumza, afu naleta nidhamu ya uoga, mfanyakazi kwamba Mheshimiwa Waziri, sawa, nitafanya alafu hujafanya, alafu wiki ijayo unakuja kuniambia nimeshindwa kufanya kwa sababu hiyo. Nasema hivi, hiyo kazi hiyo kama unaitaka uwe mwazi na mkweli. Unasema maneno ambayo hayajanyooka, unataka uniongopea nikijua ukweli mimi na wewe, ni shingo yako itakuwa mkononi mwangu. Hilo nataka niseme wazi, eh, sio kwamba tutachinjana, lakini <laughs> laki ni, ni, ni lugha ya tafsiri wake tuja kusema waziri kasema ataenda kuwachinja uko watu <laughs> eh, lakini pointi yangu ni kwamba tumishi wa umma ni dhamana, dhamana ambayo sisi tumepewa kwa niaba ya wananchi. Wananchi hawa walimchagua rais, labda ifahamike vizuri, wananchi wa Tanzania walimchagua mtu anaitwa rais. Rais akaona kwamba kwa sababu mimi ndio polisi, mimi ndio mwanajeshi, mimi ndio daktari, mimi ndio nani, mimi ndio nani, hebu nitafute watu ambao watanisaidia kusimamia haya maeneo ambayo wananchi wangu wamenituma niende nikafanyie kazi. Na moja eneo ambalo nilitumwa kufanya kazi ni kwenye utumishi wa umma. Sasa sisi tunasimamia utumishi wa umma. Utumishi wa umma lazima utoe majawabu. Na ndio maana safari hii mnaweza kuona kwamba katika reforms ambazo tunaanza kufanya, moja wapo kwa safari hii tunataka tuhakikisha kwamba watumishi wa umma wanapata adabu. Eh, maana yake wasijisahau ndio kama ambavyo ma, maelekezo yaliyotoka jana na Waziri Mkuu. Ni wazi na ni kweli nani asiyejua kwamba kuna watu ambao yani yeye anaweza akaja hivi kama jana alivyotoa mfano kwamba kuna mtu anakuja anakuja kwako, mfanyabiashara anapewa kodi kila wiki, yani mpaka unashindwa kuelewa hivi kodi hii inatokea wapi? Yani mtu anakuja leo, anakuja Ridhiwani, anakutwanga kodi e, laki mbili, baada ya siku nne anakuja sijui Maumi anakutwanga kodi milioni mbili, baada ya siku tatu. Sasa unajiuliza hata kama hiyo kodi inalipwa kwa mujibu wa sheria, kodi inalipwa kila mwezi au kwa kila bidhaa au kwa kila biashara inayofanyika, lakini hii mimi sijafanya kodi hiyo hiyo. Alafu kesho kutwa anakuja mtu anakwambia, bwana tumekuangalia e, tumekuona kwamba wewe upate msamaha ulipwe ulipe kiasi hicho. Unachokilipa kinatoka wapi? Kipi hicho ulichokisamehe? Haiwezi kuwa hivyo. Lakini unaona kabisa mazingira yanotengenezwa ni mianya ya watu wa nini wapate rushwa. Sasa lazima tunani, na hiyo ni jukumu letu yale aliyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu jana almost yanatokea leo hii. Kwa mfano, mimi ninaye naibu waziri wangu hapa, huyu naibu waziri, ili afanye kazi, lazima mimi nimwambie kwamba fanya hili, fanya hili. Hana jambo analoamua yeye mwenyewe, lakini sheria inamtaka ajaze fomu ya maadili. Sasa maadili hayo ni kumheshimu waziri wako? Maadili yao ni nini? Sasa ukija kwenye maadili kule, tunachokiangalia ni mienendo, kwamba je, huyu yupo exposed katika rushwa? Ye, mwenendo wake na tabia yake iko kama inavyotakiwa katika uongozi. Sasa unajikuta kwamba sheria inampelekea mtu ambaye kwa lugha moja nzuri unazosema kwamba anaenda kujaza tu makaratasi. Lakini mwisho wa siku kama ikitokea ni kwamba labda yeye mwenyewe aamue kujiingiza katika hayo maeneo, lakini wako watu kwa nafasi zao wamekaa katika mlango ambao wanapata tu rushwa, aidha yaani ameita au hajaita itakuja rushwa na itanani sasa hii sheria lazima iwe katika maeneo yote. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu e, yeye ana ame, amesikia concern ya Mheshimiwa Rais, amesikia concern ya Tanzania, kwa hiyo ndio maana ameelekeza vile ambavyo nini. Na mimi nataka niseme tu kwamba wizara yetu tutalishughulikia jambo lile na kulipatia ufumbuzi mapema iwezekanavyo.